Timu ya soka ya Azam FC kwa mara ya kwanza imefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuibuka na ushindi wa mabao saba kwa sifuri dhidi ya KMKM katika mchezo wa marudiano uliopigwa jioni ya leo kwenye uwanja wa Azam Complex, Dar es Salaam. Eh, mwenzetu Jacob eh, Kapaya alikuwa shuhuda wa mchezo huu. Yes, kama ambavyo wana wa Israeli waisafiri kutoka nchini Misri kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Kanani yenye asali na maziwa ndivyo ilivyo kwa Azam FC baada ya miaka kadhaa kupita pasipo kuingia hatua ya makundi ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatimaye hii leo wamefanikiwa kuingia nchi ya ahadi nchi yenye asali na maziwa, nchi ya Kanani, hatua ya makundi ya mashindano ya kombe ya shirikisho wa barani Afrika, ambapo katika mchezo wa leo dhidi ya KMKM wamefanikiwa kushusha mvua ya mabao. Makamu wa rais wa Azam FC ambaye ni Abdukarim Popati amesema wamepitia kipindi cha milima na no mabonde mpaka kuingia hatua ya makundi ya mashindano hayo. Hilo lilikuwa <coughs> ndio tunasemwa kila mara kila mara, lakini hao hao walikuwa wakisema kuwa uongozi wa ufai uletwe uongozi mwingine. Huo huo uongozi huo huo ndio umeweza kuivusha leo timu kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo uongozi huu pia unaweza kufanya jambo lingine mbele, kwa sababu kila unavojikwa na unanyanyuka ndio unavoendelea. Lakini ingekuwa kama tunajikwa alafu tunabaki pale pale chini, hilo ndio tatizo. Lakini tunajikwa, tumekuwa tukijikumta na tumenyanyuka tena, na hatimaye leo uongozi ule ule ulikuwa ukisemwa ndio ule ule, ule, ule umeweza kuingiza timu Makum, makunda. Kwa bahati Mwenyezi Mungu amejalia, uongozi umebakia ule, ule. Siku zote ukiwa unaambiwa jambo lazima likuumiza, ambalo wewe ndani yako nafsi unajua kama umekuwa ukipambana sana, kwa hiyo inakuwa inakuumiza, unapambana una, lakini bado watu wamekuwa wakielelea kuvumiza akini, ndo maisha yetu yote ya yaliyopo duniani. Huwezi kusema vizuri na kila mtu, kuna wengine watakusema vibaya, wengine wakusema vizuri, na wale wale wale wakusema vibaya leo hapa saizi wapo na hapa hapa wanaomba picha. Na mimi kwa upande wa mchezaji Pasco Msindo amesema aina ya kocha waliye naye kwa sasa ni kocha ambaye amekuwa sehemu ya wao kuingia hatua wa ya makundi ya mashindano hayo. Kwanza ni kocha ambaye ana experience na mashindano, kutokana na ameshafika hatua nyingi na ameshawahi kuchukua gakombe. Kwa hiyo ile experience yake amekuja kuiongeza kwetu sisi wachezaji na ndio iliotusaidia mpaka sisi tumeweza kufanikiwa leo, yes. Katibu mkuu wa wizara ya habari sanaa, utamaduni na michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amekabidhi milioni 45 kwa Azam FC katika michezo miwili ambayo Azam FC wamecheza nyumbani na ugenini, lakini pia ameongeza kuwa kwa kiwango cha Azam FC wana uwezo wa kufika fainali ya mashindano ya kombe ya shirikisho. Sio, sio robo fainali wala nusu fainali, na iona Azam ikienda kucheza fainali, maana sasa tushaanza kuzoea Tanzania kila mwaka haya mashindano ya kimataifa kuna timu yetu inacheza fainali mm. Kwa mwaka huu unaziona kabisa timu za Tanzania zote zinakwenda makundi, zote zitakwenda robo fainali, zote zitakwenda nusu fainali, na inshallah timu za Tanzania zitacheza fainali. Yeah. Klabu bingwa na kombe la shirikisho. Yes, kama ambavyo tunafahamu, mchezo huu kuikuwa hakuna kiingilio. Mashabiki wengi walibaki nje baada ya uwanja wa Azam Complex kujaa mapema, ambapo nimemtafuta meneja wa uwanja wa Azam Complex ambaye ni Amiri Juma, amesema hatamani kuona michezo ya bure kwa sababu inasababisha kazi kuwa ngumu hasa kwa mashabiki wanapofika uwanjani. Changamoto za mechi za bure ni kwamba yani, mtu anajiendea tu uwanjani, yani bila utaratibu akishajua hii bure, mwingine anakopo hakuwa na wazo la kwenda uwanjani, lakini ngoja niende nikaone. Kwa hiyo inaweza kukuta mtu labda alikopo anatoka kazini, fundi ujenzi, ana begi nyuma lina vifaa, atataka ingie na vifaa vyake nyuma, ndio vyote uwanjani. Kwa hiyo inakopo ni kazi kubwa kuanza kuwapangua kusachi, huyu anaruhusiwa kuingia, huyu asiingie, na ndio maana zoezi huo linaanzaga mapema. Mechi saa 11 sisi, saa 5 na nusu, saa sita, tunaanza kufungua mashabiki waingie, ili tuanze kufanya ukaguzi. Ya vitu vya tofauti tumekutana navyo, kwa sababu mwingine anakuja na silaha, wanakula na vitu vingi, kwa ndio maana katika ukaguzi baadhi ya vitu tumevidhibiti. yes, kutoka hapa uwanja wa Azam Complex. Kama goli saba ni ndogo, geuza iwe chapati. Mimi ni Spiderman, Jacob Kapaya. Aha, Spiderman, watu wanapiga chapati hadi tisa kumi, wanazungusha chapati saba na supu tena, na mtu anaomba na nyongeza, kwa kweli <laughs> Bana e, baada ya e, miaka kadhaa, hatimaye Azam wanatengeneza historia nyingine mpya katika soka la Tanzania, inakuwa timu nyingine kucheza hatua hii ya makundi. Timu ambazo zimeshikia rekodi hiyo kuna Simba, Yanga, Nana na Namungo. Sasa e, anaongezeka Azam ambao akashafika kwenye stage hiyo kwa miaka ambayo Azam toka imeanzishwa hadi hivi sasa. Anastahili kuwa hapa alipo, au alistahili kuwa mbali zaidi, au amewahi mimi kwangu nafikiri amewahi. Kwa hiyo yani, anaogelea kwenye bonus ya mafanikio kabisa, kwa sababu ya, kwa, uh, unajua mwaka elfu mbili na nne Yeah. Mpaka leo 2025 maana yake takriban miaka 21 moja mm, hivi 2021 inakwenda mm, yeah. Ligi kuu kwa mara ya kwanza wamecheza mwaka 2008 kutoka mm, kutoka wao wamepanda ligi kuu mpaka leo ni kama miaka 17 hivi mm. Sasa kwa hesabu za, za muda huo ukifanya comparison na vilabu vingine vya Tanzania ambavyo vimefanikiwa kumzidi Azam FC mm, bado unaona yeye amewahi sana kwa sababu mm, Simba Yanga, ambao ni wakongwe zaidi iliwachukua muda mrefu mpaka mm. kufika katika hii level ya kuonekana kwamba wanashindana uh, katika level kubwa kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika mm. kwa hiyo na wao kwa, um, kwa umri wao kwa muda ambao umepita mm. nafikiri ni muda mfupi sana sana sana, sio si, si, miaka mingi japokuwa mm. inawezekana kitu ambacho kilifanya hapo nyuma wao wanahukumiwa na watu wengi ni namna ambavyo wame, walijaribu kuwekeza uwekezaji wao ulikuwa uwekezaji wao ndio uliwaponza, ndio uliwaponza uwekezaji wao yeah. ulikuwa unakaribiana kidogo na hivi vilabu viwili vikongwe fi nchini kutoka Kariakoo, na ndio maana mara kadhaa ilikuwa Uh, wa wasipotoa wasipo ubingwa kwanza uwekezaji yeah, wao nafana na hivi vilabu vya Simba na Yanga kwenye nini <laughs> uh, unakaribiana nimesema, unakaribiana, okay, kwenye nini uh, nafikiri kwenye aina ya kwenye usajili nae, kwenye usajili ndio sema, ambao unaizungumzie hapo kwenye kwenye kwenye namna ambavyo wanasajili wachezaji, daraja la wachezaji ambao wamekuwa wakiwasajili ndio aina usajili, yeah, ya makocha wanaochukua aina ya makocha, ndio ndio maana wameonekana, watu wengi walikuwa wana hizo hisia za kama Azam mbona anachelewa mbona, hmm. anastahili kupata zaidi ya hiki Lakini kwenye uhalisia mafanikio ni process. hmm. Ukiwatazama wao, namna ambavyo walitoka tangu timu imeenda imepanda daraja, na 2008 2013 21 wanatoa ubingwa wao wa kwanza wa ligi, wakaenda hapa katikati wakapata vikombe vingine ambavyo vinapiganiwa, miongoni mwao ni pamoja na kombe Kagame. La, la, la Kagame nah, hmm. Wame, o, o, wameweza kushinda hapo katikati mpaka leo hii kufika kwenye stage ya kwenda group stage ya michuano ya, ya Kombe la Shirikisho mm, nafikiri kwangu mimi naona ni, ni wamekwenda wa katika muda ambao ni mfupi pengine kuliko mm, vile ambavyo ilitarajiwa mm, au wengine walijaribu kufanya katika... mimi naona tofauti eh, kwa sababu pia kumsifia kijana aliyozaliwa leo, leo kutumia simu kutokana na umri wa miaka mitatu kwa sababu tu miaka ya themanini Mtu wa miaka ishirini ndo alikuwa anaanza kujifunza kutumia simu eh, sio sawa <laughs> eh, eh, <ume. laughs> wapo yani, namaanisha yani, kwamba ukiangalia eh, Azamu kwa umri eh, unaweza ukaona kulinganisha na Simba na Yanga mm, ukatumia kama sehemu ya kuwaona kama wao wamewahi mm, lakini umri ambao Simba na Yanga walikuwa wanaishi miaka hiyo, kulikuwa bado nchi yenyewe hamna timu ambayo mm, inafanya hivyo vitu. Kwa hiyo Azamu wamekuja kipindi ambacho Simba Yanga wamesha kuwa ni wakongwe muda mrefu wameishi, lakini kuna namna ambavyo walireform timu zao na kwenda kwenye ushindani ambao wako nao sasa hivi mm. Kwa Azam, wao walianza moja kwa moja na ushindani mm. Ni kama leo hii kuwaona Singida wanakwenda kwenye group stage mm. Singida wamekuta reform ya timu ambazo zinatakiwa kushindana, zinatakiwa kuwa hivi. Mm, oh, kao, kama nao na wangeanza kwa namna Simba na Yanga zilivyokuwa, ungeweza kusema wanawahi <laughs> lakini kama wao walizikuta zipo kule kule juu na kaanzia hapo hapo hapo hapo juu, hawezi kuona kama wamewahi sana, lakini mm. japo ni sehemu ya ukuaji wa vilabu lakini ikitumika mifano ya miaka sitini na saa hizi mm. tutakuwa tunawafariji wafariji kwenye kitu ambacho, kwa nini tulikuwa tunahukumu tunahukumu? Kwa sababu tunaona wame, wamekuja kipindi ambacho Simba, Yanga na timu zingine za Tanzania mm. zina namna ya kusajili zina namna ya kuendesha timu zao mm. na wao tukawa tunawatem kama timu ambayo ina uwezo wa kuendesha timu zao bora zaidi mm. kuliko wao wengine kutokana na fasiliti zilizopo kwenye timu yao na uwezo wa kurikruti au wachezaji kwayo mm. ni jambo la kuwapongeza na naungana na Njenge lakini sioni kama wanapaswa kupongezwa. Kama wamewahi, lakini hawajawahi, hawajawahi, kwa sababu wao wamezaliwa kwa digital. Mtoto mtoto wako leo, Njenge, anatumia simu. Wewe ulianza kutumia simu ukiwa na miaka mingapi? Nikiwa ni mkubwa. Kwa hiyo sasa unampongeza kwamba yeye bana ni mjanja sana kuliko mimi. <laughs> Naona kama mfano uko tofauti <laughs> kwa, sa <laughs> eh, kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu gani? yeah. Uh, katika wakati huo ambao unasema awa wengine walikuwa wamea, wa, wapo kwa mfano, yeah. hizi Simba na Yanga yeah zilianzishwa wakati ambao kwa Tanzania ilikuwa hakuna ambaye labda amefanikiwa ame sana yeah. Wao ndio walikuwa tunategemea wa, wa, waoneshe oh, oh, hiyo dira mm. Lakini uh, maana ma, ma, ma yake walikuwa wanapata mafunzo kutoka kwa wale wanaoshindana nao mm. au wa nje ya Tanzania ambao walikuwa wanacheza nao mm. yeah. So, walikuwa wanaona kwamba namna gani wana, wanawekeza namna gani timu zao zikoje, mpaka wanafanikiwa. Kwa nini wao imewachukua muda mrefu kuyatumia yale mafunzo walioyapata kwa wengine a mabadiliko yao yanaletwa na nani? Ukitaja yeah. mabadiliko ya Simba unamtaja Mo, ukitaja mabadiliko ya Yanga unamtaja Gharibu. sasa, sasa. jiulize. Hey, sasa, sasa ukitaja Azam unamtaja Mzee Baresa na hey. vijana wake hey. kwa hiyo aina uwekezaji leo hii ukiwaona, uki, uki Singida wanaweza kesho wakaingia, inawezekana makundi, inawezekana kwa hiyo yeah, yeah. wa, wao nao na watasema nyie Azamu mmechelewa sana, na wao na stadi kupongezwa eh, eh, <laughs> zaidi wamewahi <laughs> zaidi watakuwa katika mtu ambaye wa nafikiri alikuwa naisubiri sana hii moment ya hatua hiyo waliofikia Azamu yeah. mmoja wapo ni eh, Popat ya yeah, kwa sababu hmm. amekuwepo nyakati zote ambazo awesome. Watu walikuwa na hoji kwa nini <laughs> Azamu inashindwa kufikia haya mafanikio ambayo eh, wengine mm. wanafikia wakati mm. wakiwapima kwenye mezani mm. eh. wanaona uzito unalingana kabisa mm. na, na, na unamwelewa, kwa, kwa, kwa mazingira hayo mm. sababu, yeye yeah, akiwa kama na kwa nafasi ya mtendaji mkuu kwenye klabu yeah. maana yake mishale yote ma... yeah, mtu yoyote yeah. una, anayekosoa management, mtu wa kwanza unakuwa ni wewe una